Sasa kuna mwamba kwenye histori anapata zali la mentali, lakini zali la mentali lenyewe lina masharti kinoma. Sasa hebu nisikilize kwenye histori alafu niambie, ungekuwa ni wewe, ungekubaliana na haya masharti? Iko hivi, kuna mshikaji anaitwa Erick. Huyu jamaa ni ametoka tu kumaliza chuo, kwa hiyo mambo yake mengi bado hayajaanza kumwendea vizuri, kwa sababu hajapata kazi. Kwa hiyo sasa, mara nyingi alikuwaga na tabia ya kumpigia mshikaji wake mmoja anaitwa Musa ambaye walimaliza naye wote pamoja chuo, akiwa juu ya mawe, ili aweze kufanyaje kumsaidia baadhi ya vitu, kwa sababu Musa yeye alikuwa amesha pata kazi. Sasa siku moja, bwana Eliki akawaami mcheki Musa, kwamba bwana, mwanangu niko juu ya mawe, vipi naweza nikaja toto kwako nikatulia hata siku mbili tatu, ni nijisikilizie nione mambo yanaendaje? Musa akamwambia fresh, mwanangu njoo, lakini mimi bado sijafanyaje sijafika nyumbani bado, ndo natokea kazini, lakini nitakukuta. Kwa hiyo bwana, kweli Erick akatoka anapoishi akaenda nyumbani kwa ya kwa kwa mshikaji, nje, akakutana, kuna binti mmoja yuko pale nje kwa Musa na yeye alikuwa anafanyaje anamsubiria Musa. Kwa hiyo sasa kwa kuwa Eliki alikuwa anajua funguo zilipo za geto la Musa akaenda akachukua funguo, akafungua, akawa amemuuliza Zawadi kwamba vipi Musa ni mtu wako, au inakuaje? So, unajua tena ili kuweka boundaries za ushemeji, lakini Zawadi akasema, hapana, mimi Musa ni ni kama kaka yangu, ananifundisha kwa sababu mimi bado nasoma chuo na Musa vitu vingi anavifahamu. Kwa hiyo nikiwa na nina vipengele kwenye masomo yangu, anakuja ananielekeza Zawadi akawa amenyanyuka kama anacheza fulani hivi mziki ule, unaona kama ku vibe. Sasa wakati yuko ana vibe pale akawa anamuonyesha mikono na nilie Iliki kwamba ni anyanyuka afanyaje ampe support wacheze pamoja. Kweli bwana Iliki ili kuona vile akasema, ah, kucheza tu kitu gani. Akanyanyuka, kweli wakaanza ku romance. Kwenye kuromance nini? Mala wako kitandani. Kitandani wakafanya ambacho kinatakiwa kufanywa kati ya mwanaume na nani? Na mwanamke. Sasa walivyomaliza kufanya sasa. Wakiwa pale pale bado kitandani. Unajua ile. Kuna yale maswali sasa, Zawadi akawa na anamuuliza mshikaji kwamba ndugu yangu, lakini mimi bwana, ikitokea sasa hapa nina mimba itakuwaje? Kwa sababu siku zangu ni kama sizielewi. Um, eh, ah, bwana, na wewe usiwaze sana bwana, mimba inatokea wapi uwezi ukawa na nini na mimba ndo kwanza tumefanya mara moja tu, hauwezi ukawa na mimba. Lakini Zawadi akasema ah, fresh lakini amna noma, na muda naona mimi kama umefanyaje umeenda, naona ni bora niondoke kwa sababu naona mshikaji umefanyaje kachelewa kuja. Kweli bwana, Zawadi akajiandaa akatoka; alivyotoka nje akamkuta nani? Musa. Kumbe Musa bwana alifika na akawa amewasikia mle ndani, kwa hiyo ikabidi kwamba akaona ni bora asifanyaje, asiwasumbue, atabidi tu asikilizie pale nje huko aibu aibu pale Zawadi nini akawa amesalimiana na Musa akaondoka. Baada ya kuondoka Musa, akaingia ndani huko anacheka kinoma. Ah, mwanangu. Kumbe mwanangu, wewe ni noma yani, alafu, no, na, eh? Yaani siku ya kwanza tu mtoto wa kike mmekutana alafu mmeanza na kuvibe, unaona? Erick akawa anasema ja bwana, yametokea ya, ya kutokea kwa hiyo tuachane nayo hayo, umeona? Sasa muda ukaenda ikafika kama usiku fulani hivi. Baada ile ilivyofika ili usiku, kuna message ikao imeingia kwa Erick eh, baada ya kuingia ile message ukaliki akaangalia, inamsalimia, akauliza, akajibu poa. Nani mwenzangu, na nafasi utane nikutambulishe kwa marafiki zangu, kitu ambacho kikamfanya ilike akawa kama vile na nini na wasiwasi kwamba yani mm, tumekutana leo tu, kesho tuanze tu, tu na kutambulishana. Kwa hiyo Erick akawa kama vile anataka kufanyaje kumkwepa, eh, nani Zawadi akamwambia kwamba ah, bwana wewe usiwaze sana kuhusu gharama nyingine, mimi i know nita clear mambo mengine yote. Hebu kwanza hii namba yako inapokea hela. Erick akauliza Erick akasema eh hey, of course inapokea, kwani. Bibi akamwambia basi, ngoja kuna hela na kutumia hapo kweli. Mshikaji akasikilizia, katika kusikilizia kule hela Mwamala ukasoma. Kusoma mwanangu, jamaa naangalia hivi mwamala laki tano. Mm. Shikaji akashtuka laki tano. Na laki tano si okay, si, nguo nini Mchana ulipofika akaenda kukutana na nani na Zawadi. Kweli bwana, walipofika pale kwa Zawadi na mashosi zake wakatangulishana, ikawa yani waka vibe, unaelewa ile ku vibe sana, nini kunywa sana, kula sana, umeona sio pombe, lakini umeona tu vinywaji vya kawaida, ya kula sana nini, umeona bili ikalipwa pale, mshikaji hakugharamika kwa chochote. Kwa hiyo mwisho wa siku walipomaliza kutambulishana pale nini, ikabidi sasa waage sasa. Kwenye kuaga, mshikaji of course alikuja yeye na daladala nani Zawadi akamuuliza jamaa, kaingia kwenye ndinga, kuendesha huyo mpaka nyumbani ambako alikuwa ameelekezwa, ambako alikuwa anaishi nani Zawadi walivyofika sasa kwenye kuagana pale, zaidi akamwambia, ah, unajua bwana baby, anamwambia sasa, hili unajua baby bwana, mimi naona kama wewe kama unateseka sana masuala ya daladala nini hivi, unaonaje kwamba nikikuachia hata hii gari, acha hii gari iwe ya kwangu eh, mimi nimeona tu nikuachie hii gari, kwa sababu mimi mzee wangu ana mpango wa kunichukulia gari nyingine. Sasa nikiendelea kuwa na hii gari isibete, nikamwambia kwamba nimeiuza, ili aweze kuharakisha kufanya kunipatia ndinga nyingine, umeona kigari fulani hivi kilikuwa ni ki Crown Mark X moja, gari fulani tu hivi ya kawaida, lakini kwa mshikaji ambaye alikuwa hana ilikuwa ni kama vile yani kitu ambacho hakukiamini akasema, ah, kama hivyo hamna noma. Umeona, kwa bwana kweli Zawadi akashuka kama masiara kaondoka, mshikaji akabaki pale akajisikilizia, hebu ni kweli gari nimepewa au inakuwaaje lakini mwisho wa siku bwana, ndio hivyo kaachiwa gari mshikaji, kweli akawasha chuma huyo kurudi magetoni kwake. Sasa akiwa magetoni kwake usiku sasa wakawa tena wamepigiana simu wanazungumza na Zawadi. Katika kuzungumza Zawadi akawa anamwambia kwamba bwana hivi katika stori zetu uliniambia kwamba hauna kazi upo upo tu. Akasema je, mimi bwana niko nini? Akasema basi kama ni hivyo Zawadi sana anamwambia. Kama ni hivyo ngoja niongee na mzee wangu najua anaweza akafanya jambo akafanyaje, ukapata kazi umeona. Kweli bwana, kama ameongea pale, mshikaji akawa anaona kama vile anataniwa. Kesho yake tu asubuhi, yani hata haijafika hata saa mbili bado, jamaa ameangusha akashangaa, simu inaita. Katika kuita simu jamaa akapokea pokea, sauti sasa kutoka upande wa pili inajitambulisha kwamba yeye ni meneja kutoka benki fulani, kwamba bwana, mimi ni meneja wa benki fulani, kama una nafasi fanya kuchukua vyeti vyako uje ukiwa umevaa kabisa ki nini, official ile, kwa ajili ya kufanya ya kuanza kazi. Kwanza kazi leo eh. Sasa mind you ni kwamba mshikaji alikuwa hajaapply hata ile kazi hivyo na kile kitu, nukichaw, kitu maybe, labda mshikaji akashukuru, ni pale nini kweli akaenda mpaka ofisini. Afika mpaka ofisini kweli, kapokelewa vizuri, kamuulizia manager, kaenda kakabidhi vitu vyake, akaambiwa kwanza leo unaanza kazi, kitu ambacho hakukiamini. Na kweli kazi akafanya mpaka jioni, ilipofika muda wa kutoka. Sasa ile muda wa kutoka kati unatoka toka, ameanza tu ile kazi, akawa anajiuliza mbona haya mambo kama yanaenda haraka sana, yani kuna nini hapa? Nani katikati mbona? Eh, sawa ni kweli, bwana mtu nilala pamoja, akanitambulisha kwa wenzake, sasa hivi kashanipatia na kazi na gari pia mambo yanaenda spidi sana. Kuna nini hapa ambacho kinatafutwa? Ikabidi sasa, wakati anatoka, ampigie simu Zawadi kwamba bwana Zawadi, kama una time, naomba tuonane leo, nahitaji tufanye haja, tuzungumze. Zawadi akamwambia basi, kila shule kama vipi, nipitie nyumbani, mimi nitakusubiri. Kwani bwana, jamaa akawasha ndinga yake, gari si anayo, mpaka kwa Zawadi. Kafika kwa Zawadi, kamchukua wakatafuta sehemu nzuri iliyotulia, wakatulia Mshikaji ndo kabida afunguke, akamwambia bwana Zawadi, sikia. Unajua mimi na... ni... na si na na bwana sawa ni kweli hivi vitu ni nilikuwa na vitaji sana, lakini naona haya mambo yanaenda speed sana. Kuna nini hapa katika chebu nieleze, nifungukie, nifungulie kodi, unataka nini? Bwana sielewi, umeona? Zawadi ndo kabisa amwambie ukweli, anamwambia bwana sikia. Ni kweli bwana kila kitu hakiweziki kikaja bure. Iko hivi. Mimi hapa nilipo ni mjamzito. Zawadi sasa namwambia yule kwamba alipo hapo yeye ni mjamzito na ile mimba ilikuwa ni ya mshikaji ambaye ni mtoto wa rafiki yake sana na mzee wake. Umeona, ni kwamba walikuwa wana, si unajua, zile familia za kitajiri jinsi zilivyo, wanapenda kufanya ndoa wa zile za connection. Kwa hiyo sasa Zawadi pamoja na mshikaji yule, mtoto wa wa rafiki yake na babake, walikuwa kama wameunganishwa, uunganishw wawe pamoja, lakini sasa katika kumingo umeona ndo zawadi akawa amepata ile mimba lakini sasa mshikaji hayuko tayari kufanyaje, kuwa kwenye mahusiano na nani, kuna nini, kumwoa nani Zawadi, kwa sababu na yeye yuko na demu wake mwingine ambaye anafanyaje, anampenda. Kwa hiyo kile kitu cha kwamba mshikaji kuwa na manzi yake ambaye anampenda kikamfanya Zawadi au kufanyaje, kumwambia mshikaji kwamba ana mimba yake, hivyo na yeye sasa iliku, ili kuua lile so, imebidi atafute mwanaume mwingine wa kuwa naye ili aile ile mimba kama baba mtoto. Kwa hiyo sasa Zadi akamwambia kabisa ukweli, akamwambia, bwana sikia, mimi hapa nahitaji kukutambulisha wewe nyumbani kwetu kama baba halali wa huyo mtoto, kwa sababu mshikaji ajui chochote kuhusu mimi kama nina mimba. Umeona, and everything mambo mengine yote wewe niachie mimi, nikishakutambulisha aamini kwamba maisha yako yanabadilika. Kwa hiyo sasa ni wewe kuchagua. Itweza uwe na mimi na uwe baba halali wa huyu mtoto ambaye yuko tumboni, ambaye baba yake hajui, na I promise you ni kwamba sitamwambia mshikaji kama nimeacha naye nikiwa na mimba yake. Lakini sasa, kama utakataa hiki ambacho mimi nakwambia, it means ni kwamba ninaweza nikakufanyia figisu, hata hii kazi uliyoipata, ndinga yangu mimi nikachukua, na mahusiano yetu yanaishia hapa, hapa. Stori ndio hiyo. Kwa hiyo mshikaji akawa ame achiwa mtihani huo kwamba ni eza akubali kuwa baba wa kambo sema ni kama baba wa kambo wa yule mtoto, au akatae aachane na mambo yote hayo. Sasa swali nalirudisha kwenu wasikilizaji wangu, je, ungekuwa ni wewe, ungelikubali hilo dili uendelee kula maisha ama ungelikataa? Kwa majina yangu naitwa Samuel Kalase, asanteni, tukutane wakati mwingine kwa stori nyingine.